Wapa furaha na kuingia katika makundi rasmi. Licha ya wakuwa na wachezaji wengi, lakini umeendelea kupata nafasi za dakika kucheza, unajisikiaje kucheza katika moja kati ya klabu kubwa na kupata nafasi zaidi ya kwenda kushiriki michuano mikubwa ya klabu bingwa? Mimi najisikia furaha, lakini kikubwa zaidi ni kujituma. Kama unavyoona kuna wachezaji wengi sana kwenye timu, hata ukiangalia leo kuna watu wamepata nafasi, lakini ukiangalia hata wachezaji ambao mnawafahamu hawakuweza kupata nafasi, ni na wachezaji wazuri sana kwa hiyo mimi napambana kila siku kadri ya uwezo wangu kuhakikisha napata hata muda kidogo wa kuonyesha nilicho nacho ili kwa malengo ya timu kuhakikisha tunafikia kile ambacho tumejipangia. Chikola, nini kimeongezeka katika msimu wake wa kwanza na Yanga? akilichoongezeka ni mashindano makubwa ambayo sikuwahi kucheza katika maisha yangu ya mpira. mm -hmm. CAF Champions League group stage ni hatua kubwa sana kwangu, kwa unaweza kusema kuja Yanga ni timu ambayo ya ushindani, ni timu ambayo kila mechi inaenda kushinda kwao. Najivunia kwa hilo, ama nzuri tu kwenye, kwa timu yao kiujumla, lakini wategemee kwamba sisi wachezaji wao tunaumia pale tunapopoteza na kila siku tutapambania hilo.